Ndio, kama bado unasi, ni Alasiri Lounge na tuko nawe kwa hakika kukujuza yale ambayo tumekuendelea kwa siku hii ya leo. Tulikutana baisha hapo awali kwamba tutakaporejea tutakwenda uh, kuleta mjadala kuhusu kuelekea maadhimisho ya miaka hamsini ya taasisi ya wahandisi eh, Tanzania, na hasa tukiangazia ushiriki wa wanawake katika fani ya uhandisi na mikakati ya kuongeza hamasa kwao lakini uh, changamoto za kimtandao uh, zimesababisha uh, kumkosa mgeni wetu ambao tulitamani kuungana naye kwa njia ya mtandao uh, kwa siku hii ya leo oleria, si haba uh, kwa hili ambalo tutaka tulizungumze na ukizingatia uki kwamba ni kuelekea tutapata fursa uh, zaidi kama itashindikana kwa siku hii ya, ya wakati mtozi wetu ahimidiwe akiendelea kuweka mambo sawa hakika. Mm-hmm. Wanawake katika fani ya uhandisi unajua, uh, awali ilionekana uh, masomo ya sayansi ni a mchungu mm. Eh, ni ngumu kwa uh, kwa watoto wa kike uh, lakini hata kazi zingine ilionekana kabisa kwamba uh, ni kazi za watoto wa kiume tu au za wanaume tu mm. Lakini leo uh, tunashuhudia uh, maendeleo makubwa kabisa na uh, wanawake waki, wakionyesha umahiri wao kupitia fani mbalimbali mbali, kutokana na masomo ya sayansi ikiwemo uh, fani hii ya uh, uh, uhandisi. Nakumbuka wakati mi nasoma nilipenda sana sayansi. Unaonekana sura yako Aa, eh, na sura tena eh, kabisa sura yako inaonyesha kabisa kwamba we mtu wa sayansi eh, na hata utangazaji wako unautangaza, lakini eh, eh, au sio bana, kisayansi <laughs> kwa eh, <kisa> <laughs> eh, eh, eh, <laughs> mm. Kwa kweli mwanzoni nilipenda sana sayansi mm. sana nikiwa shule eh, ordinary secondary o level huko yeah. Kwa kweli yani nilivutiwa sana, lakini baadaye nikajikuta nimebukia hmm. kwenye lugha tu labda. okay. mm -hmm. Wewe ulipenda, kwa nini ulipenda sayansi? Ulitamani yani kitu gani kilichokuwa Ah, uh, yale mahesabu hesabu, unajua sayansi haina nilikuwa sipendi historia hata kidogo, okay. Kwa sababu unaanza kusimuliwa unaelezewa, ukarili sijui mwaka fulani litokea tukio bada lingine ama mambo yaenda hivi okay. Lakini sayansi fomula, ukishapewa mm. Mm. imeisha okay. Yani ukishapewa fomula kwamba ili uweze kusolvu tatizo hili, mm. fomula ni moja mbili tatu, mm. Eh, labda physics pale, sijui bioloji ukiambiwa hivi na hivi una Ah, okay, mnaenda pale kwenye experiment mnafanya na nini. Kwa hiyo nikawa napenda okay. ile tu yaani e, naona kama unafanya vitu zaidi kwa vitendo, nikachukulia historia ninadhalia. Sasa bi ulivyoniambia kwamba uh, ulikuwa unapenda sana masomo ya sayansi mm. Ungeniuliza swali kwamba uh, unaniona nilikuwa napenda sana nije kuwa nani, ningekwambia kwamba mimi eh, ningekwambia <laughs> mimi kabisa, kabisa. Yaani nilikuwa nakuona kabisa wewe na hodha wa meli. Oh, sawa bwana. <laughs> Ehe, umekosa kosa sana dereva wa forklift bwana, nisinge kuambia uniambie <laughs> lakini e, yeah. E, safi so kabisa na niseme kwamba kwa sasa hivi kwa dunia tuliopo sasa hivi mi nimekuwa nikifuatilia naona watoto wa kike hmm. wanajitahidi sana, sana, nao wenyewe wametambua kwamba hakuna cha mtoto wa kiume hakuna cha mtoto wa kike hmm. na katika w hilo hmm. uh, oleria tunalishuhudia katika matokeo uh, ya, ki, ya, ya, ya taifa ya, ya, ya mitihani mbalimbali hmm. ambayo eh, yamekuwa yakitangazwa ya kitaifa hasa ya kidato cha nne kidato cha sita eh, wanawake kushika namba moja ya kitaifa limekuwa jambo la kawaida, la kawaida. Eh, mpaka mm. ina, inaonekana sasa kwamba sasa turudi tuanze kupiga sasa kelele ama tuanze sasa kuwahamasisha watoto wa kiume kwamba sasa inaonekana wanaanza kurudi mm. nyuma, sijui ni kweli hilo eh, ama tunaliacha kweli miongoni mwa watu ambao wa Uh, wanalipigia kelele hilo ni mimi ah. Eh, tunapompandisha mtoto wa kike eh. <laughs> tusimsahau huyu mtoto wa kiume ni kweli eh, kama tunaona wao sasa hivi ndio ambao wa eh, wakiongoza waki katika eh, mitihani ya Taifa uh, kuna ukipita mitandaoni unaweza ukaona kwamba namna gani wanawake wanajitahidi. Kwa mfano, kuna wakati fulani nilikuwa nikipita TikTok hivi hmm. nikakuta kuna page ya mdada mmoja ambaye yeye anatangaza kazi anayofanya ya, ya ku Um, ya Mdio. Kupaka rangi nyumba anavyojenga anavyopaka, mm. rangi na kuiteneza nyumba inakuwa safi, mm. watu wakawa wanavutiwa sana yani, mm. wanaona kwamba, ah, hii kazi tulizoea mwanamke ndo mwanaume ndo anapanda juu sijui anafanya nini, mm. anachora anaf.... lakini sasa hivi no. wanawake wanafanya hizo kazi. Hakika, tena kwa wingi sana sasa hivi ni kweli, mimi mm. nimestaajabu, uh, maeneo mengi sana hata hapa ndani unajua kuna wahandisi uh, wanawake wapo katika mitambo ile ya kurushia matangazo. Umeona mpaka uh, una, unajiuliza kwamba ame, amewezaje huyu? Amekuwa ame na uthubutu wa namna gani huyu? Lakini leo uh, tupo nao. Hivi karibuni kuna binti amepata na tuzo kabisa, yeye amebuni kiti mwendo kuwawezesha wale ambao hawa, hawajimudu kwenye katika kutembea. Kutembea mm. Sawa, eh? Mtu siku zote amekuwa ni mtu wa kukaa kulala tu, lakini ametengeneza kiti mwendo ambacho kitamfanya asimame sawa sawa, eh? na kumuendesha akiwa amesimama, huyo uh, ni binti ambaye amesomea masuala ya, ya uhandisi amekuja kulisaidia taifa kama sio kuisaidia dunia kwa ubunifu waliokuja nao bado ubunifu nyingine mbalimbali mbali ambazo tunazishuhudia hii leo uh, katika ubunifu wa majengo na kada nyinginezo. Na sisi leo sasa, wakati tunaendelea kuweka sawa, ikiwa ataweza kuwa sawa ama ikishindikana, tuta tutaungana naye tena, uh, kwa mara nyingine naam. E, tulitaka pia ndo tuangalie namna gani sasa wataweza kuwasaidia wanawake wengine, naelezwa kwamba uh, Bi Upendo, uh, Madamu Upendo Haule, unatupata vyema hapo no. Upendo Haule, unatupata vyema karibu sana Upendo Haule kwenye Alasiri Lounge. Asante, mnanipata Tunakupata vyema kabisa na tumefurahi sana kukupata maana tulikuwa tunakusubiri kwa hamu kubwa sana, karibu sana asante sana. Sawa na samahani kwa, kwa muda kidogo, kwa sababu niko kwenye hekaheka heka za ujenzi <laughs> upo kwenye hekaheka heka za ujenzi kama ilivyo fani yako, do, do Dodoma nini hiyo? <laughs> mhandisi Upendo, uh, Mbea naelekea Songea sawa kabisa sawa sasa tunafahamu kwamba uh, mnaelekea kwenye maadhimisho ya miaka hamsini ya taasisi ya uhandisi na zaidi sisi tunataka sasa tuangazie ushiriki wa wanawake ukoje Hello. kwenye fani hiyo ushiriki wa wanawake kwa sasa hivi kwenye uhandisi uh, umekuwa ni mkubwa uh, hususan ukilinganisha na miaka ya zamani kutokana na kwamba wanawake ni wengi ambao wameingia kwenye fani ya uhandisi katika uh, maeneo mbalimbali au katika kada mbalimbali mbali, ambapo taasisi ya wahandisi kwa sasa hivi kwa mwaka huu inasherekea miaka hamsini ya uhand... to toka ilipoanzishwa, ambapo tukiangalia kipindi hicho cha miaka hamsini huko nyuma ilipoanzishwa, wanawake hususan hapa nchini, miaka hii hamsini almost inaendana na kitengo cha uhandisi engineering hapo chuo kikuu cha Dar es Salaam ilipoanzishwa ambapo wanawake wa kwanza kabisa walikuwa ni wawili na walikwenda kusomea nje nchini Ghana, lakini sasa hivi tunavyoongea kuna wanawake zaidi ya elfu kumi na moja ambao wapo kwenye kada ya uhandisi na katika fani mbalimbali hususan mimi mwenyewe ambapo wengi wetu tunashiriki kwenye miradi mbalimbali mbali, lakini kuna wengine wamejiongeza zaidi, ukiacha kushika kwenye miradi wameingia mpaka kwenye sera lakini wakiwa wanasimamia upande wa uhandisi. Naam, ni miradi ipi hiyo ambayo wewe mwenyewe ume, umekuwa ume ukiifanya? Mimi binafsi ni mhandisi wa mawasiliano na nimesimamia mradi wa mkongo wa taifa toka ulipoanzishwa mpaka sasa hivi, na hata nikiwa kwenye hii safari niko kwenye mradi wa mkongo wa taifa kwa ajili ya kaguzi za mwisho za kufunga mradi. Mm, safi kabisa. Hongera kwa kazi lakini tunafahamu, uh, kwenye kazi changamoto hazikosi, Bi Upendo. Na sasa labda tuangalie changamoto gani hasa mnakumbana nazo, hasa kwa upande wenyewe wanawake, mnaona kwamba zinaweza kidogo zikawakwamisha katika kufanya kazi kwenu. Uh, kwenye hizi changamoto moja kwa moja kuna kazi kama kazi. Halafu kuna mtu binafsi au kuna maisha binafsi Tukienda kwenye kazi kama kazi, moja kwa moja changamoto sioni moja kwa moja ambazo zinamlenga moja kwa moja mwanamke, japo kuna mahala ambapo unakwenda mwanzo, kwa sababu anakuona ni mwanamke, unapewa yani, mtu anakuwa na wasiwasi na wewe, hata kama ni viongozi wanakuwa na wasiwasi kwamba, ataweza? Tukimpa ataweza? Mbona huu mradi ni mkubwa? Lakini walio wengi wanawake wameweza kufanikiwa licha ya kwamba mwanzoni palikuwa na wasiwasi kwamba huyu mwanamke anaweza asiweze, au huyu mwanamke atakapofikia labda kipindi cha uzazi atakwenda likizo, kazi itakuwaje? Lakini kwa kiasi kikubwa wanawake wahandisi wamesimama kibedea kuhakikisha kwamba hii kazi niliyopewa ni lazima nihakikisha inafika mwisho. Lakini changamoto zingine unakuta labda zinakwenda kwa wakandarasi, kwa sababu saa zingine um, changamoto za utekelezaji wa mradi moja kwa moja kwamba mkandarasi anajendea kwenye kutekeleza mradi kiasi ambacho sasa inabidi mbanane kwa hali na mali kuhakikisha mradi unafika mwisho, ama la. Saa zingine tumekuwa tukiambiwa mradi umefanyika kwa viwango vya chini, lakini tulio wengi tunajitahidi kuhakikisha kwamba huu mradi unatekelezeka kwa viwango ambavyo vinatakiwa, lakini vilevile tukifuata taratibu na kanuni za uhandisi kwa sababu ukisimama kwenye taratibu na kanuni, manake hata huyu mkandarasi ambaye unamsimamia utamwelekeza na kumtaka akidhi matakwa ya mkataba. Sawa. So, so. Kuna, sawa, kuna kasumba uh, kwamba eti masomo ya sayansi ni magumu. Uh, ndio maana uh, mabinti wengi hawamudu uh, shuleni masomo hayo na kuifanya basi tasnia hii ama taaluma hii ya uhandisi ama, ma, uh, ama zile taaluma ambazo ma zinahusu masomo ya sayansi uh, wanawake wengi kushindwa kujitokeza huko. Wewe ukiwa umemudu na hivi sasa ni mhandisi unazungumziaje hili? Uh, nipende kusema kwamba masomo ya sayansi sio magumu. la somo lolote kama hulipendi au kitu chochote kama hukipendi moja kwa moja kwako kitakuwa kwa ni kigumu. Kwa hiyo nitakachokisema, ari yangu ya kwanza ni kwamba masomo ya sayansi tunatakiwa tuyapende. Ukiyapenda, maana yake kitakuwa kwako ni kitu cha kawaida sana, na mwisho wa siku huwezi kuona kama masomo ni magumu. Aha. Okay, sasa ku, ume, tukiangalia hii maadhimisho ambayo mnaelekea kufanya um, okay. Uh, wow. Kwa bahati mbaya ametoweka mm. Tunataka tumuulize sasa kwenye, mm, kuelekea haya maadhimisho sasa. Ni na kweli, taasisi yenyewe namna gani wana wanasaidiana kama wanawake? Ni lakini mimi, umesikia alichozungumza, pamoja na yote nilitamani sana kama angekuwepo hapa mm maana wao si ndio tayari washatusua hivyo vijana waleo wanasema mm, mm. E, tayari wao ni wahandisi sasa. Ajenda ya hawa mabinti ambao wamejitoa kuhakikisha wanafanya vizuri katika masomo ya, ya, ya sayansi na waje kuwa wahandisi na fani zingine ambazo zinatokana na masomo ya sayansi e, wao sasa, ambao ndio wapo kwenye chama cha wahandisi, wanajibeba vipi e, ajenda hii ya kuhakikisha hawa mabinti e, wanafanya vizuri? Tumite tena nam Mhandisi Upendo, ndio nipo. Okay, vizuri sana nalianza la kwangu sasa angu, kumunye kumunye. Na, liko swali muhimu. Sasa tunaona nyinyi tayari mkiwa mpo katika mfumo na mmeitendea uh, haki hasa uh, taaluma yenu uh, ya, ya, ya uhandisi na sasa ni, ni mhandisi ambaye taifa ina, lina, linakula matunda yako ama tunafaidika na wewe. Sasa basi taasisi ya wahandisi imebeba vipi ajenda ya kuwasaidia wanawake kufikia malengo yao? Kwa uh, kwanza kwenye taasisi ya wahandisi kuna hmm, kitengo cha wanawake Ndiyo. ambacho kitengo hichi uh, kilianzishwa kwa dhima ya kuhakikisha kwamba wanawake wahandisi waweze kutambulika na kazi zao ambazo wanazifanya hapa nchini ziweze kutambulika. Hivyo, kwa kufanya hivyo, ni kuarifu moja kwa moja kwanza umma kwamba wanawake wahandisi wako na wanaleta tija kwenye nchi yetu. Na sambamba na hilo, kumekuwa na hichi kitengo cha wanawake, kina jukumu la kutembelea mashule kwa pa kusaidiana, pamoja na viongozi wengine wa wa taasisi ya wahandisi, ambapo katika jukumu hili msingi wake mkubwa huwa ni kuhakikisha kwamba tunakwenda mashuleni na vyuoni kuhabarisha wanafunzi wote juu ya uhandisi na namna gani au wafanye vipi ili kuweza kufikia ndoto zao na hususani huku kwenye shule za sekondari ni kuwahamasisha kusoma masomo ya sayansi, na katika kuwahamasisha huko ni kuwaondoa hofu ya kwamba masomo ya sayansi ni magumu. Na tunataraji kwamba kutokana na kuwaondoa hofu kwamba masomo ya sayansi si magumu, uh, hivyo wataweza kuyapenda masomo ya sayansi na kuingia kwenye mikondo ya sayansi, na vilevile hata kwa wanafunzi walioko vyuo hata kama wako chuo kikuu tayari wameshaingia kwenye uhandisi bado tunawatembelea na kuhamasisha kwamba wasiache fani ya uhandisi, waendelee kutekeleza ndoto zao kwenye uhandisi. Kwa sababu hiyo, tunawaonyesha kwamba sisi dada zao, ambapo tumeshapita kwenye elimu za vyuo na tupo sokoni, tuko huku nje tunafanya kazi na tija zetu zinaonekana mm, hivyo tunawapa uh, techniques mbalimbali za wao kuweza kumaliza masomo yao na kuingia sokoni kufanya kazi za uhandisi. Sawa. Lakini vile vile tumekuwa tukisikiliza pia hata changamoto ambapo wanakutana nazo na pale ambapo kuna namna ya kuweza kusaidia katika hizi changamoto tumekuwa tukisaidia, ambazo zinawawezesha wao kuweza kufanikiwa kufikia ndoto zao za kuwa wahandisi na kuwa wanasayansi. Bi Upendo, kufikia miaka hamsini si jambo dogo, mmepitia milima mabonde, na mnavyoenda kusherehekea miaka hamsini mnaenda kujivunia kwa hatua zile ambazo mmezipiga. Ni lini mnaadhimisha sherehe hii, maadhimisho haya, na ni ajenda zipi zaidi mnaenda kuziangazia katika miaka hii hamsini? Sherehe adhimisho uh, hili tunatarajia lifanyike mwezi Disemba kuanzia tarehe tisa mpaka tarehe kumi na tatu na katika adhimisho hili la miaka hamsini litatanguliwa na maadhimisho ya mwanzo ambayo ni ya kutambua uh, mchango wa wanafunzi ambao wako katika shule za sekondari pamoja na vyuo tunaita youth forum ambapo kwenye hii youth forum uh, kikubwa kitakachofanyika hapa ni kuwahabarisha vijana kwamba tumetoka wapi tuko wapi na tunakwenda wapi, na vilevile kwamba wao kama vijana wana jukumu gani la kuhakikisha kwamba uhandisi na kwa sayansi pamoja na ubunifu vinatendewa haki ili kukidhi ma mabadiliko ya kiteknolojia pamoja na maendeleo hapa nchini. Baada ya hapo utakuja mkutano mkuu ambao sasa mkutano huu utakuwa ni kwa ajili ya wahandisi wote, ambao utatanguliwa na utasindikizwa na maonyesho mbalimbali ambayo wahandisi wa kazi mbalimbali ambazo wahandisi wanafanya ikijumuisha wahandisi, wa... wahandisi wanawake pamoja na wanaume pamoja na hata hawa wanafunzi ambao tulikuwa nao kwenye mkutano wa mwanzo. Kwa hiyo kwenye maonyesho hayo tunataraji tutaweza kuona vitu mbalimbali ambavyo katika kada mbalimbali na tasnia mbalimbali wahandisi wanafanya ikiwa ni pamoja na wahandisi walioajiriwa kwenye taasisi mbalimbali na makampuni na hata wale ambao wamejiajiri wenyewe, watakuja kuonyesha kazi gani wanazifanya. Lakini vile vile itakuwa ni pamoja na kutambua mchango wa uhandisi hapa nchini. Kwenye huu mchango wa uhandisi hapa nchini ni kwamba mathalan, tukirudi nyuma huko, uhandisi ulikuwa kwa kiasi gani na ulikuwa na mchango gani mpaka hapa tulipo sasa hivi, nchi yetu kiteknolojia imeweza kuendelea kiasi gani hivyo tutaweza kuona mchango halisi wa wahandisi katika hii miaka ya hamsini kwenye maendeleo ya nchi yetu umekuwa ni wa kiasi gani. Lakini vilevile vile tukija na dhima ya kwamba tuwe wabunifu zaidi kwa ajili ya kutatua changamoto zilizopo kwa ajili ya maendeleo ya sasa na ya baadaye. Shukrani sana Bi Upendo Haule kwa maelezo mazuri ambayo umeyatoa. Kwa hakika ni vyema mkajivunia hatua amepiga kubwa. Tunaamini kwa yule binti ambaye amekutazama leo atapata atachukua maamuzi mazuri ya kuhakikisha kwamba anapenda masomo ya sayansi, hakika na anafikia fani kama nyie wanawake wengine mlioifikia na hatua mlioipiga. Tunashukuru sana kwa kuungana nasi kwenye Alasiri Lounge. Asante sana na napenda kuwahamasisha mabinti na kuambia kwamba wasiogope sayansi ni rahisi, cha msingi tuipende sayansi. Huku nje ndio kuna ile dhima au watu wana- wana ile kauli kwamba masomo ya sayansi ni ya wanaume, hesabu ni za wanaume, lakini hapana, sisi tuko mbele tukiwaonyesha kwamba sayansi inawezekana. Binti, kama una ndoto ya kuwa mwanasayansi, una ndoto ya kuwa mbunifu hiyo nia iweke na usiiache, ifanyie kazi yote yanawezekana. Na tunatembelea mashule mbalimbali mbali, na hata saa zingine mm, huwa shule zina, kwa hiyo tunakwenda rasmi kwa ajili ya hilo hususani, mimi mwenyewe binafsi mwezi huu wa kumi nilialikwa uh, shule ya Benjamin Mkapa walikuwa na kitu wanaita uh, career, career, career day Kwenye career day walialika watu mbalimbali kutoka fani mbalimbali. Kwa hiyo kwenye upande wa uhandisi niliweza kuongea nao na kuwaelewesha, uhandisi tunafanyaje, nini wafanye, kuna uhandisi wa aina ngapi, kuendana na kila mtu anatamani au anapenda kuwa nani. Kwa hiyo hata huku mashuleni mabinti nawahamasisha, tusikate tamaa, tufanye kukidhi ndoto zetu, kwamba mimi natamani kuwa mhandisi, basi na kuwa mhandisi. Mhandisi wa kitu gani? Mhandisi wa umeme wa an yani, wa ndege, barabara na vingine vyote. Mm, asante asante sana Bi Upendo. Umemsikiliza hapo, ametujuza kwa kina kabisa, tumekuwa naye na amekueleza wewe. Binti tunaamini umepata cha kuchukua hapo na utapenda fani ya sayansi ikiwemo uhandisi.